<laughs> Nataka kutembea na wewe. Kutembea na mimi? Yeah. <laughs> Are you serious? Kwa kwa kwa nyumbani kwangu. Eh, nini kufanya mapenzi na mimi? Nilikwambia tutembee. Kutembea maana yake ni nini? Kutembea maana yake ndio hivyo. Kutembea maana yake ndio hivyo. Inakwaje kaka? Kuna nini hapa? Huyu mdogo wako kanikuta kule maskani. Akasemaje? Anaomba kutembea na mimi. Kwa nini umesika hapa na mimi ndani, tukatembee hataki. Si ndio mshatembea, umemfikisha nyumbani kuna nini? Kaka wewe, mtu mzima kutembea sio hivyo. Hicho, sema hivi kutembea mwanamke na wanaume wakitembea anafanya oh, oh, nini? Oh, lakini unataka nini? Aya kanipe, akanipe tukatembee. Bibi Toki, naomba kaniletie panga langu. Panga la nini sasa? Wewe unataka akupe. Mimi mwenyewe nina mapanga kibao. Kwani mimi sasa.